wazee kwa vijana, wakubwa na watoto, waume na wake, na kila anayejinasibu na taifa letu pendwa hili la Tanzania, kwanza ni kuamkieni nikisema: assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Kwa niaba ya Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, nikiwa kama ni mwenyekiti wa taasisi hiyo nachukua fursa hii adhimu ya kuleta mbele yenu kwa heshima na taadhima na kwa mnasaba wa jambo muhimu ambalo tunasema ni jambo la kihistoria, hutokea kila baada ya miaka mitano katika utaratibu wa nchi yetu, nalo ni jambo la kuwepo uchaguzi wa kuchagua viongozi mbalimbali mbali ambao tunaotarajia watuongoze katika miaka mitano inayokuja huko mbele. Tarehe 29 ni tarehe ya uchaguzi huo, na kwa kawaida sisi tukiwa kama ni wanazuoni, sisi tukiwa kama ni viongozi wa dini, sisi tukiwa kama ni miongoni mwa wanajamii katika nchi hii ya Tanzania, kwa nafasi zote hizo, tuna uwajibu wa kutoa nasaha zetu, lakini pia tuna uwajibu wa kuongoza maombi ya kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kutufanyia urahisi na uwepesi, na kutuepusha na kila ambacho hakina faida wala hakina afya katika jamii yetu na katika nchi yetu. Tulitangaza na kuwaomba Watanzania kwa ujumla, siku ya Jumatatu ni siku ambayo Waislamu wana tabia ya kufunga sunna ya siku ya Jumatatu, na tunafahamu kabisa kwamba baada ya kuwa mtu ameshinda nafunga, jioni ile wakati wa kufuturu akamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni miongoni mwa mambo ambayo hufanya dua ikubalike. Tulitangaza kwa maana hiyo kwamba bado tunahitaji na tukitaraji kwamba Jumatatu hii ya leo ndiyo Jumatatu ya mwisho na hatuna Jumatatu nyingine kabla ya uchaguzi. Hivyo ni fursa adhim muhimu ya kujikurubisha na kujipendekeza kwa Allah subhanahu wataala. Kwa misingi hiyo tulitangaza hivyo na tuweze kupata muda muafaka ambao wa kumwomba Allah subhanahu wataala ambao ndio muda huu, na ni muda ambao umetanguliwa na ibada ya saum, ibada ya funga kama tulivyozungumza katika tangazo letu la awali, kwamba katika aina kubwa za tawasuli tatu, tunatawasal na kuweka wasita wa kumfikia Allah kwa maombi yetu, kwa majina yake Mwenyezi Mungu, kwa Qur'ani na mfano huo, lakini vile vile kuna wasila wa kutumia dua za waja wema. Hayo yote tumeyafanya na yamefanyika, alhamdulillah lakini sasa tumeona ni vyema leo hii tufunge ili tuipate vile vile wasila ama wasitwa wa kufikisha maombi yetu kwa Allah kwa kutumia au kwa kutanguliza amali njema alamalu salih. Na ndio tumefanya hivyo, wanawazuoni waliomba hivyo, waliiomba jamii yetu ifanye hivyo, na watu wamepokea hivyo, na leo hii sasa tunahitimisha kwa kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Lakini katika hali kama hiyo, tumeona ni vizuri, tuna uwajibu wa kutoa nasaha, nasaha ambazo zimejengeka katika msingi wa Mwenyezi Mungu alivyosema, wataawanu alal birri wat taqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan, saidianeni katika mema na uchamungu na msisaidiane katika madhambi na na uadui. Vile vile Allah subhanahu wa taala anatuambia, wala tulku biaidikum ila tahaluka, msijiingize kwa mikono yenu wenyewe katika maangamizi. Hayo ndio msingi wa nasaha zetu, hizi nasaha ambazo zifikie, nasaha hizi kuwafikia umma, na umma utambue kwamba kuna haja ya kutengeneza mazuri, kuna haja ya kulinda amani katika nchi yetu huo ndio msingi wa nasaha ambazo tutazitoa leo hii, ambazo zitaambatana na kumwomba Allah subhanahu wa taala katika wakati huu, wakati wa kukaribia kufikia magharibi kwa mfungaji, tukiamini kabisa huu ndio wasila ama ndio wasito ambao ni muhimu, na sheria imetuambia tutawasal bilamali salih, na tumeitanguliza na vile vile tuliwaomba watu sehemu mbalimbali katika nchi yetu na nje ya nchi yetu wafanye namna hiyo. Watakaofunga basi wakati wa kufuturu waombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, tukitaraji adha tutakabalia. E, kwa niaba ya Umoja wa wanazuoni wa Kiislamu kama nilivyotanguliza Hay-Atul Ulamaa, sasa nadhani ni kuacheni, ili kusikiliza nasaha zenyewe na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ajalie yote yaliyo mbele haya yapite kwa salama na kwa amani kama jinsi tunavyotarajia, na Allah aepushe shari yoyote ya kila mwenye shari na imrejelee yeye mwenye mwenye shari, na Allah awaongoze katika yaliyokuwa mazuri, na Allah awaondoshe katika fikra ambazo hazifai na wala hazina afya wala tija katika nci yetu au katika jamii yetu ama katika familia zetuudaamihaa aanaim a ain wla wsaa al srafi mbia mursain sayidina al alihi wa wsabh ajmain ba'd ndugu wa Tanzania na wote alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama alivyotangulia uh, katika utangulizi wake mwenyekiti wetu uh, Shekhe Abdallah Saleh Ndauga juu ya tukio hili ambalo limetukusanya uh, wakati huu uh, hizi hapa zifuatazo ndizo nasaha kutoka kwa Hayatul Ulama, Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania. bismillahi Alhamdulillahi wa salatu wa wassalamu ala rasulillahi amma baadu, tunamshukuru Allah subhanahu wa taala kwa kutuwezesha kukutana kwa amani, afya na upendo, katika siku hii tukufu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa taala kwa neema zake nyingi, neema ya uhai, neema ya afya njema na vile vile neema ya kuishi katika nchi yenye amani, yenye amani Tanzania yetu pendwa tunachukua pia fursa hii kuwasilisha nasaha njema kutoka kwa wamashehe wetu viongozi wetu washauri wetu kuhusu umuhimu wa siku iliyo mbele yetu Jumatano Oktoba 29 siku ya uchaguzi mkuu kitaifa ni siku ya kihistoria, siku ya uwajibikaji na ni siku ya maamuzi kwa mustakbali wa nchi yetu. Nasaha zetu muhimu ni katika vipengele vifuatavyo: Moja, tushiriki kwa wingi katika kupiga kura. Tujitokeze wote kwa amani na utulivu, tukitimiza haki yetu ya kikatiba na wajibu wetu wa kiraia. Kila kila kura yetu ni sauti na kila sauti ni thamani. Tusiache nafasi hii adhimu ya kuchagua viongozi wanaotufaa wanaolitakia mema taifa letu. Mbili, tuchague kwa busara. Tuwachague viongozi kwa misingi ya uadilifu, uzalendo, hofu ya Mwenyezi Mungu na kwa mujibu wa ahadi walizozitoa hadharani tusikubali kuvutwa na propaganda za udini, ukabila, ukanda, uchama au sera za kuvunja amani na zinazogawa Watanzania. Tutambue kwamba umoja wetu ndio ngao ya taifa letu. Tatu, tukatae kulaghaiwa na uchochezi wa aina yoyote ile. Watanzania wenzetu, tusikubali kulaghaiwa kudanganywa au kuhadaiwa kuingia katika vurugu za aina yoyote ile. Amani ni tunu adhimu ambayo tumeirithi na ni wajibu wetu kuilinda kwa gharama yoyote ile. Tukumbuke kuwa vurugu hazijengi taifa, bali zinabomoa misingi ya upendo, udugu, heshima tuliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunapaswa kujiepusha kabisa na aina zote za vurugu na uchochezi, iwe ni kwa maneno, matendo au maandishi, kama ifuatavyo. Vurugu za maneno: tujiepushe na tukemee maneno ya chuki, kejeli, matusi au maneno ya kuuzi na kuamsha hasira miongoni mwa wananchi. Vurugu za kimatendo tujiepushe tusishiriki katika vitendo vya kupigana kujeruhiana, kuhari, kuharibu mali za watu wengine. Vitendo hivi ni haramu na havina baraka mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vurugu za maandishi, tujiepushe tusishiriki na tukemee kuchora, kuandika au kusambaza maneno ya kashfa, matusi au chochezi katika mitandao ya kijamii katika kuta mabango makundi ya mitandaoni au kwa kutumia vyombo vya habari. Mambo haya yote ni haramu, ni dhambi kubwa, na ni ishara ya kusaidia katika maasi na uharibifu. Allah Subhanahu wa Taala ametukataza wazi wazi kwa kusema wala taawanu ala lithmi wal udwani, wala msisaidiane katika dhambi na uadui Surat Maida, aya ya pili. Hivyo yeyote anayeshiriki au kuunga mkono kwa namna yote ile uharibifu, uchochezi au vunjifu wa amani, iwe kwa kauli, kalamu au kitendo, amejishughulisha amejihusisha na kosa kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na amehatarisha neema ya amani kwa taifa zima la Tanzania. Tukumbuke kwamba Tanzania ni nyumba yetu sote. Kila neno tunalolisema, kila picha tunayochapisha, au kila tendo tunalolifanya linapaswa kuwa na nia ya kulinda amani na mshikamano wa kitaifa. Amani ikipotea hakuna anayenufaika, lakini ikidumu kila mmoja wetu anabarikiwa. Tuihifadhi amani yetu kama tunavyolinda imani zetu, kwa kuwa amani ni zawadi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mataifa yenye shukurani. Nne, Tume ya Uchaguzi kama msimamizi mkuu wa mchakato wa uchaguzi, tunainasihi Tume ya Uchaguzi ambayo ndiyo msimamizi mkuu wa mchakato mzima wa uchaguzi iwe chombo cha uadilifu, ukweli na haki. Ina wajibu wa kuepuka viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani kwa kutenda kwa uwazi kwa usawa na kwa haki kwa wagombea wote. Tunaisihi pia tume itangaze matokeo ya uchaguzi kwa wakati na kwa haraka iwezekanavyo, ili kuondoa sintofahamu, manung'uniko au migogoro ambayo inaweza kusababisha vurugu na kuchafua taswira ya taifa letu. Kwa kufanya hivyo, tume itakuwa imetimiza wajibu wake mbele ya wananchi na zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye huamuru uadilifu kwa wote, inna llaha yaamuru bil adli wal ihsan, hakika mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaamrisha uadilifu na ihsani, aya ya 90 Suratu An-Nahl. Tano, tukubali matokeo kwa moyo wa utulivu. Baada ya uchaguzi turuzike na matokeo yake. Tusiweke lawama wala chuki kwa yoyote. Kwa mujibu wa imani yetu, kila jambo hutokea kwa amri ya Allah subhanahu wataala, na kuchaguliwa au kuto kuchaguliwa ni sehemu ya mpango wa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, yani kadari. Sita. Tuendelee kuwa watiifu kwa viongozi wetu, tuwaheshimu, tuwa viongozi wetu muda wote wakuwa ni waadilifu na wenye kujali haki za wananchi wao, haki za dini, haki ya uraia utii kwa viongozi waadilifu ni nguzo ya amani na maendeleo. Saba, tunawashukuru wagombea wote. Tunawapongeza na kuwashukuru wagombea wote waliokubali kwa nia njema kujitolea kubeba jukumu zito la uongozi, hasa wale wanaowania nafasi za juu kama urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, uwakilishi na ubunge. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala awalipe thawabu kubwa kwa nia zao njema kabla ya, maten, ya matendo na kwa matendo yao mema, baada ya nia zao. Dua na hitimisho. Watanzania wenzetu, Tanzania ni yetu sote, tuihifadhi kwa amani, tuendeleze kwa upendo na tuiombee kwa dua. Kila mmoja wetu ni sehemu ya mustakbali wa nchi hii, tuchague kwa hekima, tuishi kwa amani, tulinde nchi yetu kwa moyo wa uzalendo na uchamungu. Ewe mola wetu, ibariki Tanzania. Ewe mlinzi wa amani, ilinde Tanzania. Ewe muweza wa vyote, ihifadhi nchi yetu na majanga, fitna na vurugu za aina yoyote. Wape viongozi wetu hekima, uadilifu na moyo wa kuwahudumia wananchi kwa uaminifu. Wajalie wananchi wote moyo wa umoja, upendo na ustahamilifu Amen. Ewe mola wetu ibariki nchi yetu ya Tanzania Amen. Ewe mlinzi wa amani ilinde nchi yetu ya Tanzania Amen. Ewe mwezo wa yote ihifadhi nchi yetu na majanga, fitna, vurugu za aina yoyote Amen. Wape viongozi wetu hekima, uadilifu na moyo wa kuwahudumia wananchi kwa uaminifu Amen. Wajalie wananchi wote moyo wa umoja upendo na ustahamilivu. Ewe mola wetu ibariki nchi yetu ya Tanzania. Ewe mlinzi wa amani ilinde nchi yetu ya Tanzania. Amin. Ewe mwezo wa vyote ihifadhi nchi yetu ya Tanzania, ihifadhi na majanga fitna, vurugu za aina yote. Wape viongozi wetu hekima, uadilifu na moyo wa kuwahudumia wananchi kwa uaminifu. Wajalie wananchi wote moyo wa umoja upendo

ni hayo hayo yaliyosemwa katika tamko la hivi karibuni na, lakini kabla ya hapo, natoa shukurani za dhati kwa uongozi wa taasisi hii ya umoja wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, kwa kuandaa kikao hiki maalumu kwa ajili ya kushirikiana kwa kumwomba Allah subhanahu wa taala kuingia kutoka hali nai, katika hali tuliokuwa nayo tuende katika hali nyingine. Tunatoka katika awamu nyingine tunakwenda katika awamu nyingine, kitu ambacho kinahitaji matayarisho na kinahitaji ushirikiano mkubwa. Kwa sababu hiyo, ukubwa wa jambo kama hili na utaratibu wa kiislamu ulivyo katika imani yetu, hatufanyi jambo sisi isipokuwa baada ya kumweka Allah mbele. Tunamweka Allah subhanahu wa ta'ala hata katika mambo madogo na haya si katika mambo madogo, haya ni katika mambo makubwa. Kwa maana ya kwamba pana umuhimu mkubwa sana kumtanguliza Allah kwa dua na kufanya amali njema kama ilivyoambiwa hapa, ni utawassal. kwa maana ya kujikaribisha, kujikaribisha kwa Allah, kufanya jambo zuri na kufuturu pamoja hapa katika siku ya leo, kufunga katika siku hii tukufu ya kumwadhimisha, ya kuadhimisha mazazi Bwana Mtume muhamadi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi tumefurahishwa sana kwa kutumia fursa kama hii kuomba dua katika msafara wetu huu wa kuhama kutoka kwa, kwa awamu ya nyuma, sasa tunakwenda katika awamu ya mbele. Hili jambo linahitaji li subira sana na linahitaji ushirikiano baina ya viongozi dola na raia vile vile, na ni jambo ambalo linamhusu kila mmoja katika sisi. Kila mmoja ana haki ya kuchangia katika kupiga kura, kukubali kuchagu kuchaguliwa, au kukubali kushiriki kuchagua. Hii ni haki yetu sisi, ni wajibu wetu kuitimiza haki kama hii. Kwa hiyo wale ambao kwamba wako wa wa wa tayari kufanya jambo kama hili wamefanya jambo la sawa kabisa, na si haki kabisa kupuuza suala hili la uchaguzi kwa sababu ni haki yetu sisi. Kwa hiyo nasisitiza kwamba Allah subhanahu wa taala atuzidishie mapenzi tuwe pamoja kama tulivyoanza. Tunatoka mbali sana, tunatoka mbali tangu tuipate nchi hii, tumeshirikiana bila ya kujali propaganda za kiaina yote. Hatukutumia sisi udini katika kupata nchi yetu hii, wala hatukutumia ukabila wala u, aina yote katika ushabiki, isipokuwa tumetumia nguzo na njia ya kushirikiana pamoja katika kudai uhuru mpaka Allah subhanahu wa ta'ala, akajalia leo kufika hapa. Tunaingia katika awamu kama hii kwa muda mrefu kama hivi. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azithibitishe nyoyo zetu katika haki, tuwe ni watu tunaoshikamana, tuwe ni watu tunaopendana, tuwe ni watu ambao lengo letu wote ni moja, na kutaka kuja kujaaliwa kuwa ni watu ambao tunasikilizana daima katika nchi yetu hii. Allah jalia nchi yetu hii iwe amani, iwe na rutba, iwe na baraka, iwe na masikilizano, tuwe na masikilizano sisi wenyewe. Hakuna jambo muhimu kwa wanadamu kama kitu masikilizano. Kama hamna masikilizano, basi hamwezi kufika katika lengo mnalokusudia. Lengo ni kujenga nchi, lengo ni kujenga nchi, na nchi inajengwa na wananchi. Kama ikiwa hakuna masikilizano baina ya wananchi, lengo litakuwa limepotea. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika njia sawa, wale ambao kwamba vile vile wamekubali kuchukua mzigo, wakubali jukumu la uongozi. Vile vile tunawashukuru sana, kama alivyosemwa hapa hivi karibuni, kwa sababu ni moyo mkubwa sana mtu kukubali kujitia na kujibebesha jukumu kama ile, kubali kuwa ni kiongozi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awafikishe, awajalie wao ni watu wa sawa, watu ambao kwamba wao wanai wanaitetea haki wao ni watu ambao kwamba wao wanatangaza amani, wao ni watu ambao kwamba wanakuwa ni wajibika kufanya majukumu yao kama vile walivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapa pia natoa shukrani kwa ndugu zetu wote ambao kwamba mmekubali kuhudhuria pamoja na sisi katika hadhara kama hii. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa shukrani.